Ebwana e, msanii Harmonize e, aka e, Konde Boy e, Chito Holy Boy e, call me number one e, bwana majina mengi tu haya wanamwita msanii huyu Harmonize e, bwana. Kwa sasa Harmonize amekuwa ni mtu wa vituko vituko, ni mtu wa mambo ya kiajabu ajabu sana, ambao hii imepeleka imepelekea mpaka wasanii wengine wakaweza kumchana msanii huyu Harmonize, kumpa makavu yake bila uoga wowote, sababu amekuwa yani ni mtu ambaye e, sijui ndio kiki ama sijui kiupande wake ya, ni mambo yanavujishwa tu mtandaoni na watu ambao hajawatarajia, sababu kuna baadhi ya picha zinasambaa, ikonye ikimwonyesha kuwa msanii Harmonize e, ashapiga vitu, alafu amelala kitandani vile, yani kumaanisha ashakula uroda ama ashafanya mambo yake ya ke, kuzaga mwana alafu mwisho wa siku amelala kitandani pale e, mrembo anakuja na anajipiga picha pamoja na yeye alafu anaposti. e, imekuwa sasa ni kama mtindo sababu mara ya mwisho, mara ya kwanza tuliona ile ya Paula, ile ya Paula ikaenda, ikaenda mpaka watu wakasahau, akaja aka, akukaja aka, aka, nyingine akavujisha hivi juzijuzi juzi tu e, aka, aka yuko na mrembo pale akajirekodi video fupi akiwa yeye amelala alafu mgongoni kukaa kuna ile tatuu yake ya tembo, japokuwa watu wengi walikuwa wanabisha sio Harmonize, lakini baada ya kuona ile tatuu ambayo imechorwa tembo ama imechorwa elephant ama imechorwa ndovu wakajua kweli huyu ni Harmonize. Hiyo e, pia ikaja trend ikaisha, lakini e, sasa hivi kumetokea nyingine tena ambayo mwanadada fulani amejipiga naye picha akiwa amelala, e, comments kawa ni nyingi sana mtandaoni pale, watu wakisema kwamba e, kwani huyu Harmonize sare tayari akisha maliza shughuli analala hivi e? sababu picha hiyo ilikuwa inaonyesha kama wapo kitandani pale, alafu wamemaliza wame maliza shughuli ile na kuzaga mwana, alafu wakapiga picha pale, e, alafu baadaye, mwisho wa siku, yule mrembo ndio akapost ile Eh, picha sasa. Watu wengi wanasema kwani Harmonize siku hizi uko vipi? Mbona wadada wengi anaolala na wanapiga picha na kupost mtandaoni, aoni hii inamvunjia heshima na hata pia inamvunjia brand yake? Kwa sababu ukiangalia sasa hivi Harmonize hana brand ya ana brand kubwa, lakini hakuna makampuni ambayo yanataka kufanya kazi na yeye eh, mwisho wa siku, yani mwisho wa siku, na anakuwa msanii mkubwa, lakini hakuna hauna ambassadorship yoyote ambayo ina inakutamani sababu mwisho, mwisho kabisa kupata dili, mwisho wake kupata dili ilikuwa ile dili, dili ya CRDB. Na baada ya skendo yake ile na Kajala Paula, basi dili hilo likapotea, mpaka sasa hivi tunavyoongea hajawahi kusaini dili lolote tena. Hii ni kutokana na skendo zake hizi ambazo zinamharibia hapa mtandaoni kushikashika markalio hachukui e, ha, ha, hachukui mfano kwa hachukui mfano kwa ndugu yake ambayo ni msanii Diamond Platnumz e, Diamond Platnumz ana mambo mengi kweli, lakini huwezi kumkuta amevujisha picha yake na mwanamke e, sio rahisi kabisa kumpata msanii Diamond Platnumz akifanya jambo kama hilo. Ndio maana mpaka sasa namuona msanii Diamond Platnumz kuna brand nyingi anazifanyia kazi kama eh, yani brand, ni ya brand ambassadorship wa, wa, kampuni, wa kampuni mengi ikiwemo Pepsi ile, eh, Pepsi na zingine kadha kadhaa Serengeti ile bia light sijui ma, eh, ma brand kibao Diamond Platnumz nafanya na, lakini kwa msanii Harmonize bwana imekuwa ni jambo gumu kabisa. Sasa kuna huyu jamaa msanii mwenzake pia akiimba amba e, sana sana wengi ambaye anaitwa Suma Mnazaleti alipotelea wapi? Unajua msanii E, anaweza kavuma kahiti alafu mwisho wa siku akaja akakaa kimya sijui, huwa a, ni sababu gani hizi, mtazamaji, zinamfanya msanii kukaa kimya. Kama unajua sababu ya msanii kukaa kimya, basi nidondoshee comment pale vile kwenye comment section ya Umbea Media TV. Sasa huyu Suma Mnazaleti akaja kumchana msanii Harmonize akasema kwamba msanii Harmonize ameshiwa ameishiwa, sasa hivi hana kiki yoyote, kila kiki anayoibuni anayo basi inazidi kubuma. Sasa hivi watu wamefocus na mambo mengine yeye hashughulikii tena, ameona ajaribu kuvujisha hizi picha ili arudi kwenye game, lakini wapi. E, konde boy sasa hivi kaishiwa. Akaendelea kwa kusema kwamba sasa hivi ukimweka Mbosso na msanii Harmonize watu wengi wataenda kwa Mbosso kuliko kwa Harmonize, sababu Harmonize waraamini sasa hivi ameshaishiwa, hana lolote, hana jipya. Huyo ni msanii e, Suma Mnazaleti akiwa anamchana ama kumpa makavu a msanii e, Harmonize, japo e, machawa wa Harmonize wamemkingia kifua kwa kusema kwamba wamemkingia kifua Harmonize kwa kusema kwamba Suma Mnazaleti mwenyewe ni msanii na hata pia sasa hivi kashapotea, yeye pia anajaribu ku, ku, kumchokonoa Harmonize ili amjibu ndo aweze kurudi mjini huku, lakini Harmonize hajamjibu chochote kwa sababu ni kama Suma Mnazaleti pia mwenyewe anatafuta kiki, aweze kurudishwa kwenye mtandao aendelee kutoa nyimbo. Kwa hiyo Suma Mnazaleti hajajibiwa lolote na msanii huyu ambaye ni Harmonize. Alafu pia kuna yule mwanadada ambaye amejirekodi na Harmonize anaitwa na Rose Rose Chocolate, e, Rose Chocolate na jina fulani la Kizungu hivi akuchanganya kidogo, e, amekuja ame kuomba msamaha baada ya kunaswa na polisi kwa kufanya vitendo ambavyo viko sheria na hata pia viko kinyume na Harmonize mwenyewe, sababu alimpiga picha bila Harmonize, alipiga picha na kupost bila Harmonize mwenyewe kuridhia. Kwa hiyo basi, ameweza kunaswa na polisi na mwisho wa siku akaja kuomba msamaha pale mtandaoni, akaandika ujumbe mrefu kwa kusema kwamba e, mashabiki wa Harmonize na hata pia jeshi la polisi Tanzania liweze kumsamehe kwa sababu wamekosea sana kwa kufanya vitu. E, bila ridhaa ya Harmonize yeye, yeah, alichukulia ni kama a, ni, ni kama tu fan, e, yani ama ni kama tu kuenjoy kwenye mtandao, lakini pia kumbe ni kosa kubwa kisheria. Kwa sasa amekuja mbele ya polisi na mbele ya mashabiki kuomba msamaha, ili aweze kusamehewa asiweze kuwekwa ndani. E, bwana ni hayo nadhani nimeweza kuelezea full story kuhusiana na Harmonize, na picha zake za utupu ambazo zinasambaa mtandaoni. Seti utupu yuko uchi ha, lakini wameonyesha wame, kabisa wamelala kitandani. Picha hizi ndio ilikuwa ndio ilikuwa ni gumzo, nami ni kamua niweze kukuelezea kinaga ubaga story kamili kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nadhani umeweza kuelewa kitu bwana. Usiende hivyo bila kucomment, alafu usiende hivyo bila kusubscribe kwenye channel hii ya Umbea Media TV.